Kwamba hivi sasa tunaendelea kujitayarisha kwa sababu Kenya, Uganda na Tanzania tumekubaliana safari hii tuweze kuwa wenyeji wa Africa Champions wakati wa mwezi wa Agosti. Na mimi nataka kuhakikisha Wakenya tunaendelea vizuri. Tayari tumelipa ile hosting fee ya 1.6 billion. Kwa, ka, kwa ile kafu. Alafu jambo ya pili tunajenga viwanja ya kisasa. Mheshimiwa Rais ameanzisha kiwanja ya Talanta City Stadium ambayo itakuwa na mashabiki elfu sitini wataweza kuingia hapo waangalie mpira. Hiyo kiwanja kufikia Disemba mwaka huu itakuwa imekamilika. Wale walijua Kasarani saa hii hata ukienda hapo unaweza potea, kwa sababu Kasarani tumebadilisha, tumeweka sasa kanopi, imekaa sawasawa, tumeweka sasa rumu zingine mpya, wale mashabiki wanataka VAR, itakuwa hapo na kila kitu ambayo unaona katika mchezo. Nyayo pia tunapandisha daraja na viwanja zingine, ikiwemo kule Kakamega Bukungu tunaendelea nayo pale Homa Bay. Sasa tunaendelea kwa sababu Homa Bay pia itakuwa wenyeji wa madaraka day, lakini kama wizara tumesema lazima hiyo kiwanja pia ifike viwango vya kimataifa. Juzi nilikuwa Kitui pia, wiki mbili ijayo tutaanza kujenga huko.